voltage ya kila phase iko vizuri, lakini pia load current unaweza kuangalia load balance. Inawezekana kuna baadhi ya load ipo juu na nyingine iko chini, lakini unaweza kuangalia load balance, almost zinaendana ziko vizuri. Lakini pia kuna vitu mbalimbali ambavyo tutaviangalia: line voltage, utaiona line current ambayo unaweza kuona moja moja hapo ina fluctuate mbalimbali. Lakini pia katika system yetu hii tuna uwezo wa kuangalia power. Power ambayo unaweza kuangalia Tutasoma kuangalia kilowati, KVA, power factor. unaweza kuona kilowati ya kila phase, unaweza kuona laini kilowati sitini na nane laini kilowati sitini na sita laini kilowati sitini na sita. Almost laba, tunaweza kusema zime balance, lakini pia kuna KVAR. KVAR, KVAR tunazungumzia ile nani, reactive power ambayo inakuwa kwenye system. In case kama power factor inashuka, maana KVAR inakuwa kubwa

ile tena KVR. Kwa so, hiyo gumuni kubwa ukichukua kobra juu ukichukua na ile pia chini hiyo ndio KVA, KVA ambayo ni apparent power na sum zote mbili. Kwa so, hiyo apparent power ni ile ambayo nitajua kwa ikema T2 au T3. Ile apparent power hii na ni ile KVR ile ndio inamuumiza. Baada ya kusababisha ile angle kuweza kudrop na kuleta value ndogo ya power factor ambayo inakuwa less than 0.8. Kwa hiyo unapokuwa na valu ndogo, tunataka tuweze kuisawazisha ile povu. Kwa hiyo tunatafuta ile kapasita bank panel ambayo tuna instol factor correction kwa ajili ya kusawazisha zile povu na kuweza kuimpruvu ile lengo iweze kutoka kwenye ziro point nain mpaka ikaribie wana. Kwa hiyo tupo hapa tuna stadi, lakini pia tunafanya ukaguzi mbalimbali katika mifumo ya umeme. Tunapima earth resistance, tunapima insulation, tunapima earth fault loop impedance. Nane, prendere, na kuma rasbiti kwa kare hapa rasbiti presentai, tena face sequence, tunzi kesi mbali mbali. Tunafanya underground test kwa ajili ya kucheki cables underground, tunafanya thermal scan kwa ajili ya kuangalia overheat ya cable, loose connection kwa tunakaribisha. Tunashukuru leo Gemini imeweza kutualika kama Moecs imeshirikiana nao na tuko na joint naendeleza hili, karibu sana. Asante sana Gemini to